Je, ni rasmi kuwa Bi Charity Ngilu wametengana kisiasa na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto ambao walikuwa pamoja katika uchaguzi mkuu uliopita? Matamshi ya Ngilu kuwa serikali ya Jubilee imeshindwa kutekeleza ahadi zake za uchaguzi ni dalili kuwa huenda sasa Ngilu hatawahusisha katika siasa zake. Je, kuna nini? Mwanahabari Paul Nabiswa anaarifu. Ngoma ya siasa anayocheza Bi Charity Ngilu inaonekana sasa kurindima na pengine amekata mikatala ya Jubilee. Ikiwa usemi huu ni wa kuzingatiwa, lazima fifth was wealth creation. na Uhuru Kenyatta akasaini akaweka sahihi yake, na unajua anaweka na hiyo eh, kimodho chake na ekia. Mpaka sasa sioni chakula, sioni maji, sioni proper healthcare, sioni watoto wote wakisoma Sioni women empowerment, so I can talk about it without fear na hii si siasa tulisema ifanyike na pesa na pesa iko. Na kwa sababu hiyo, baadhi ya watu nadhani ya kuwa Ngilu anaegemea upande wa upinzani. Je, hapa alikuwa akisema mawili matatu kuhusu kurejea upinzani alipokuwa akishauriana na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Ngilu kwa sasa ametangaza wazi kuwa atawania ugavana katika chama chake cha NARC ambacho kilisimama na muungano wa Jubilee katika uchaguzi mkuu uliopita. Water is life. And I want to ask all others who are going to run for office. Surely. Nawe Professor Kivutha Kibwana you are my friend. But you know obviously kutakuwa wengi watakuja kugombea hii kiti yako. Hata hivyo ni muhimu kutaja kuwa Ngilu na Kalonzo Musyoka hawajakuwa wakipikika chungu kimoja, lakini wakati aliposimamishwa kazi kutokana na tuhuma za ufisadi katika Wizara ya Ardhi alionekana na Kalonzo na pengine kukuza uhusiano wake Rainbow, Rainbow, Rainbow, Rainbow, Rainbow, Rainbow. wa kisiasa. Ngilu aliingia bungeni mara ya kwanza mwaka 1992 katika chama cha DP kilichokuwa kiongozi wakati huo na Mwai Kibaki Mwaka wa tisini na saba alihamia SDP na akawania urais na akawa wanne baada ya Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Raila Odinga na Wamalwa Kijana. Ikiwa watakuwa pamoja na Kalonzo itakuwa sawa na ilivyokuwa mwaka wa elfu mbili na mbili wakati Kalonzo na waasi wa KANU wakijumuisha Raila Odinga waliungana kuiondoa serikali ya KANU uongozini. Paul Nabiswa, KTN Leo.